Wakazi wa Kiharu katika kaunti ya Murang'a wameelezea kughadhabishwa kwao kuhusu madai ya Rais William Ruto kuwa anamuunga mkono kisiasa mbunge wao Ndindi Nyoro, wakidai kuwa tayari amemsaliti. Malalamiko yao yanatokana na hatua ya kuondolewa kwa Nyoro kama mwenyekiti wa kamati ya bajeti ya Bunge, ambayo Rais alitetea jana kwenye mahojiano. Victor Ngaruya anaarifu. Hasira na maswali yamezuka hapa Kiharu kuhusu mbunge wao Ndindi Nyoro baada ya kupokonywa wenyekiti wa kamati iliyo na usawishi mkubwa ya bajeti kwenye bunge. Wakazi wanasema hatua hii inapingana na madai ya Rais William Ruto kuwa na muunga mkono Nyoro kisiasa. Ni venye amekuwa akilankiwa namba one kwa maendeleo Kenya mzima, hata saa hii tumeona alipewa zawadi ya kuwa the best Kenya mzima na hiyo ndio reason unasema ati unammenta eh, Bwana President, hatuna vita kubwa sana na wewe eh, lakini ile kitu tunaweza kuambia wachana na kijana yetu. Hatua ya kiongozi wa wengi katika bunge Kimani Ishungwa na mbunge wa Suna Mashariki Junet Mohamed kuwasilisha hoja ya kung'atua Ndindi Nyoro na kudai kuwa alikuwa anatumia pesa za maeneo bunge tofauti kufaidi Kiharu imeibua maswali mengi kuhusu kuhusika kwa Rais William Ruto. Hiyo matamshi yote ilikuwa na Junet Mohamed kwa buge okay, vile Kemani Ishongwa aliongelea aliogelea ali kuhusu mheshimiwa Dede Nyoro, ni wewe ulikuwa umetumana ama wewe uko pande gani? Wakazi wa Kiharu wamelalamikia tena manufaa ya uhusiano wa karibu wa rais na Nyoro kama ilivyokuwa awali. Mr. President, wacha kutudanganya ati you have the mountain interest at heart. wakati budget yenye inakuja kusaidia mulima ni kutoa, unatoa kwa sasa Ruto akitarajiwa kuzuru maeneo hayo katika ziara yake ya Mlima Kenya. Victor Ngaroya, NTV.